Leo tutakwenda kuangalia tabia za kila nyota katika mahusiano ya kimapenzi. Na nyota hizi ni zile nyota zinazotokana na tarehe ya kuzaliwa. Sasa wale mnaotumia nyota za majina hii haitawahusu. Hizi ni nyota zinazotokana na mwezi uliozaliwa pamoja na tarehe. Kuweni makini sana katika hilo. Basi tuende moja kwa moja a kutizama nyota yako inasema nini juu ya tabia yako katika mahusiano. Tukianza na nyota ya Punda, hii ni kwa wale waliozaliwa mwezi wa tatu tarehe ishirini na moja mpaka mwezi wa nne tarehe ishirini. Kimapenzi Punda ni watu wenye mapenzi moto moto lakini tatizo lao kubwa huwa hawapendi kusikiliza ushauri wa kimapenzi na hawakubaliani na jambo kirahisi, yaani mpaka uwashauri hawa watu, basi ufanye kazi kubwa sana. Pia punda ni watu wanaotarajia mazuri muda wote na huwa hawakubali kushindwa kamwe. Hawa watu huwa wanapenda kukimbilia mapenzi bila kufikiri, yaani ni wepesi sana kufall in love wanakuwa na wepesi mno katika kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, na huwa wana mihemko ya ghafla ambayo wakati mwingine inawafanya waonekane ni watu wa ajabu na wanaoshangaza. Na kasi wanayoingia nayo katika mahusiano ndio hiyo hiyo inayowatoa katika mahusiano. Hawa watu huwa ni wepesi sana kumchoka mtu kwa haraka. Kwa hiyo ukiingia katika mahusiano na watu wenye nyota hii, inatakiwa uwe na uvumilivu sana, kwa sababu unaweza ukashangaa, usiku wa leo anakuambia anakupenda sana, nini, maneno matamu kama yote, lakini kesho yake anabadilika kabisa anakuwa amesha kuchoka akuhitaji tena. Ni watu ambao wanahitaji mtu ambaye atawapa vionjo vya tofauti tofauti kila mara, lakini kama wewe ni mtu ambaye hubadiliki, upo hivyo hivyo kila siku, ni ngumu sana kudumu na mtu mwenye nyota ya punda. Lakini jambo zuri kutoka kwa hawa watu pale watakapoamua sasa, kwa muda huu unaamua kutulia na mtu mmoja basi watakuwa waaminifu na wapenzi wazuri sana kwa watu wao. Nyota ambazo zinaendana vizuri katika mahusiano na nyota ya punda ni simba, mshale, mapacha, ndoo pamoja na mizani. Hizo ndizo nyota ambazo zikikutana na nyota ya punda wanaweza kuelewana sana. Tuje kwenye tabia za watu wenye nyota ya ng'ombe. Nyota hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe ishirini na moja mwezi wa nne mpaka tarehe ishirini mwezi wa tano. Watu wenye nyota hii bwana huwa ni waaminifu sana katika mapenzi na huwa wanahitaji ulinzi wa kutosha katika mahusiano yao. Sifa kubwa ya watu wenye nyota ya ng'ombe ni kuwa na mahaba na mapenzi makubwa kwa wapenzi wao. Watu hawa huwa wanapenda kujihakikishia kwamba wanapendwa, na hili ndilo jambo kubwa ambalo huwa wanaliangalia kwanza, na pia huwa wanapenda penzi hilo liwe lenye hisia na mpangilio, yaani kiufupi wanapenda mapenzi yawe motomoto moto. Ng'ombe ni watu ambao ni wagumu sana kubadilika, na hii tabia huwa inawapunguzia sana mvuto kwa watu wengi. Uaminifu ni jambo kubwa ambalo wenye nyota hii huwa wanalo. Ng'ombe ni watu waaminifu sana, na hii huwa inawafanya wawe na wivu wa kupindukia kwa wapenzi wao. Watu ambao wana wapenzi wenye nyota hii, nadhani mnanielewa sana ninaposema hivyo. Na ndoa kwa watu wenye nyota ya ng'ombe huwa ndio uamuzi mzuri kuliko kitu chochote kile. Sasa watu wenye nyota ya ng'ombe wanachotakiwa kufanya ni kujitahidi kuwapa nafasi wapenzi wao, yani wapunguze kuwagandaganda ganda, la sivyo watajikuta wako peke yao. Kiufupi, watu wenye nyota ya ng'ombe ni watu ambao wapo vizuri sana linapokuja suala la mahusiano. Wana mahaba mazito na wanapenda amani na utulivu katika mahusiano yao. Nyota ambazo zinaendana na watu wenye nyota ya ng'ombe ni nyota ya mbuzi, nyota ya kaa, nyota ya nge na nyota ya samaki. Tabia za watu wenye nyota ya mapacha: nyota hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe ishirini na moja mwezi wa tano mpaka tarehe ishirini Juni au mwezi wa sita. Mapacha bwana ni watu wenye hisia kali sana ambao huwa wanakasirika upesi, pia ni watu wasiotulia na huwa wana uwezo mkubwa wa kujieleza na kuzungumza. Yaani, kwenye suala la mazungumzo hakuna mtu anayeweza kuwashinda watu wenye nyota ya mapacha, na wanajua namna ya kuwashawishi watu waamini kile wanachokizungumza. Watu hawa katika mapenzi huwa wanapenda mambo tofauti tofauti yaani machaguo yao huwa yanabadilika mara kwa mara. Watu hawa pale wanapohisi wamechoshwa au wamekereka katika mahusiano, basi huwa wanajiondokea mapema, na uaminifu ni kitu kigumu sana kwa mapacha. Yaani linapokuja suala la mahusiano, watu hawa huwa ni ngumu sana kuridhika moja kwa moja na mtu mmoja. Mara nyingi huwa wanahisi kwamba kuna kitu wanakikosa nje, kwa hiyo wanajikuta wanatamani sana kutoka nje. Lakini mapacha wanapoamua kupenda na kutulia na mtu mmoja basi huwa wanakuwa waaminifu milele. Nyota ambazo zinaendana na watu wenye nyota ya mapacha ni punda, mshale, simba, ndoo pamoja na mizani. Tabia za watu wenye nyota ya kaa Nyota hii ni kwa watu waliozaliwa tarehe ishirini na moja mwezi wa sita mpaka tarehe ishirini na mbili mwezi wa saba. Kaa ni watu wenye tabia ya upole, huruma na huwa wanahisia kali. Pia ni watu wenye wivu mkali na huwa wanapenda kudhibiti wapenzi wao. Watu wenye nyota ya kaa huwa wanazipa kipaumbele sana hisia linapokuja suala la mapenzi huwa wanapenda kujilinda na wanaogopa sana kuumizwa kimapenzi na wapenzi wao. Wenye nyota ya kaa pia wanapenda sana kuwa karibu na wanayempenda na kuwaonesha huba na upendo mkubwa. Yaani, wanapenda sana kumganda yule wanayempenda, na watu hawa kwao huwa hakuna mapenzi ya nusu nusu. Yaani wanapenda sana kuwa na mtu ambaye atadumu naye milele akimpenda amempenda mazima. Kaa bila ya kuwa na mpenzi huwa anajihisi kama vile hawajatimiza lengo lao katika maisha. Yaani mapenzi wameapa kipaumbele sana. Kwa hiyo basi huwa hawana raha wanapokosa mpenzi au wanapopata mpenzi ambaye hana mapenzi ya dhati kwao. Pia kaa huwa ni waaminifu sana katika mapenzi, na wanapenda wapenzi wao nao wawe waaminifu kama wao. Kaa huwa ni wagumu sana kuachana na wapenzi, na kama ikitokea basi huwa hawaagi, yaani wako radhi waumie kuliko kuachana na yule anayempenda. Watu wenye nyota ya kaa wanaendana na watu wenye nyota ya mbuzi, mashuke, ng'ombe, nge na samaki. Tabia za watu wenye nyota ya simba. Nyota hii ni kwa wale waliozaliwa kati ya tarehe ishirini na tatu mwezi wa saba mpaka tarehe ishirini na mbili mwezi wa nane. Simba ni watu wanaopenda ufahari mkubwa na kutukuzwa. Huwa wanapenda kutumia, na wanataka waonekane kwamba wao wana hali nzuri, yaani kiufupi, wanapenda sana kuheshimiwa. Watu hawa bwana huwa wana sifa ya kuwa wakali sana katika mapenzi na tabia hii huwa inawaogopesha hata wapenzi wao. Ni watu wenye ghadhabu za mara kwa mara hasa wakikosea au wakipingwa kidogo tu. Ni watu wakarimu, wana hisia kali na huwa wakipenda wamependa. Watu wenye nyota ya simba huwa wanathamini sana mapenzi na wanaheshimu kuliko kitu chochote ni watu waaminifu na huwa wanakuwa na wivu sana juu ya wapenzi wao. Wanapenda kujishughulisha sana na mambo ya mapenzi, lakini pale kuna kutokea hitilafu, yaani mambo yakiharibika, huwa inakuwa ni vigumu sana kuyatengeneza. Ukitaka kumroga mtu mwenye nyota ya simba, yaani ya kupende sana, basi uwe unamsifia na kumheshimu katika chochote kile anachokifanya. Yaani, hapo utakuwa umemaliza kila kitu katika nyota ya Simba. Ndipo tunapata making na maqueen katika mlolongo wote wa nyota kumi na mbili. Watu wenye nyota ya simba wanaendana na watu wenye nyota ya punda mshale, mapacha, ndoo na mizani. Tabia za watu wenye nyota ya mashuke Nyota hii ni kwa wale waliozaliwa kati ya tarehe ishirini na mbili mwezi wa nane hadi tarehe ishirini na mbili mwezi wa tisa. Mashuke ni watu ambao wanapenda kufuata kanuni na kufanya mambo kwa usahihi kabisa, yaani hawapendi kukosea kosea ovyo. Mashuke ni moja kati ya watu ambao wanaaibu sana, ni watu ambao inawawia vigumu sana kuonyesha hisia zao za kimapenzi. Huwa wana mtizamo wa kufikiri kabla ya kujiingiza katika mahusiano yoyote yale ya kimapenzi. Huwa wana tabia ya kuchunguza kwa makini matokeo ya penzi lenyewe, kwamba baada ya kujiingiza katika mahusiano haya nini kitatokea. Na wanapotafuta mpenzi wanaweza wakakupumbaza na maneno yao matamu na raha zisizo na kifani. Sasa mara nyingi watu wenye nyota hii huwa wanashindwa kueleweka na watu wengi. Naweza mkawa mmeshaingia katika mahusiano na mpo muda mrefu tu katika mahusiano yenu, lakini wao wakawa bado wanajiulizauliza kwamba, je, huyu mtu ni sahihi au sio sahihi? Kwa hiyo anajikuta anakuwa mguu ndani mguu nje muda wote, yaani muda wote wapo kwenye dilema. Sasa hii huwa inawachanganya ina sana wale wanaokuwa nao katika mahusiano. Sasa basi, ni vizuri kufikiria mara mbili kabla hujajiingiza katika mapenzi na watu wenye nyota hii ya mashuke. Kinachowasaidia watu wenye nyota ya mashuke ni uvumilivu na kuwaelewa wapenzi wao ndio maana mapenzi yao huwa yanakuwa. Watu wenye nyota hii huwa ni ngumu sana kukuanza wewe kimapenzi, kwa sababu muda mwingi huwa wanahisi kwamba watashindwa, lakini mara tu wakishapata mpenzi wa kweli wanakuwa waaminifu sana, na watafanya kila namna kuhakikisha mapenzi yanakuwa hai na yenye kupendeza. Nyota zinazoendana na watu wenye nyota ya mashuke ni nyota ya mbuzi, Ng'ombe, nge, samaki na kaa. Tabia za watu wenye nyota ya mizani. Nyota hii ni ya wale waliozaliwa kati ya tarehe ishirini na tatu mwezi wa tisa hadi tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi. Watu hawa sifa yao kuu ni kuchukua muda mrefu katika kufanya maamuzi. Sasa swala hili huwa linawatokea mpaka katika mahusiano huwa wanapata ugumu sana kuchagua kati ya wapenzi wawili yupi anayefaa. Lakini kipaumbele chao kikubwa katika maisha ni kuwa na mpenzi au mahusiano ya kimapenzi na mtu fulani, yaani wanathamini sana mapenzi kuliko hata maisha yao wenyewe, na huwa wanapenda sana kujionyesha kwamba wanapendwa. Sasa kutokana na hilo wengi wanajikuta wanapumbazwa na mapenzi, na wakiingia katika ndoa, ndoa zao zinakuwa zina matatizo na zisizo na raha, kwa sababu ya kuoa mapema bila kuangalia. Matatizo yanapozidi kuwa mengi, huwa wanaona ni bora kuishi peke yao kuliko kuishi katika ndoa yenye matatizo. Na tukija katika suala la mahaba, wao huwa ni mabingwa. Hawa watu wanajua mapenzi, wanajua mahaba, wanajua sana kumvutia mwanamke kwa maneno matamu yenye mpangilio na zawadi za thamani, na wanapokuwa kitandani huwa wanatumia muda mrefu sana katika kuwaridhisha wapenzi wao. Na kwa upande wa wanawake wenye nyota hii, pia nao ni hivyo hivyo, wanayajua mahaba kweli kweli na pia nisije nikasahau kusema hii point, hawa watu wenye nyota ya mizani huwa wanathamini sana amani katika mahusiano yao, na ukiona wanafanya maamuzi yoyote yale katika mahusiano, basi inakuwa aidha katika kudumisha mapenzi au kudumisha amani katika mahusiano kwa ujumla. Watu wenye nyota ya mizani huwa wanapenda kuishi vizuri, na wanapenda wapenzi wao nao waishi katika hali nzuri. Nyota ambazo zinaendana na nyota ya mizani ni mapacha, ndoo, punda, mshale na simba. Tabia za watu wenye nyota ya nge. Nyota hii inawahusu wale waliozaliwa kati ya tarehe ishirini na tatu mwezi wa kumi mpaka tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na moja. Watu wenye nyota hii bwana, sifa yao kuu ni usiri huwa wanausiri sana, hasa linapokuja suala la mapenzi au mahusiano. Na kama ilivyo alama ya nyota yao, huwa hawaogopi kiza. Kama tunavyojua nge, wanapenda sana kukaa gizani. Watu hawa huwa wanapenda sana kutumia fursa ya kufanya mapenzi kama njia mojawapo ya kuonyesha ujasiri katika mapenzi na namna wanavyojua kufanya tendo la ndoa. Yaani, kwao watu hawa wenye nyota ya nge, mapenzi au tendo la ndoa ni kiungo muhimu sana katika maisha yao, na hasa ikizingatiwa kwamba nyota ya nge inatawala mapenzi. Na kitu kingine kwa watu hawa ni kwamba ni watu ambao hawayumbi na huwa wakubali kushindwa upesi. Huwa wanapata ashiki na hasira ya hali ya juu wakiwa wamedhalilishwa au wameumizwa na wapenzi wao, na wanapofanya tendo la ndoa hasira zao zinaisha mara moja. Ni watu waaminifu na wanajua kupenda, lakini swala moja tu linalowasumbua ni kwamba huwa wanashikwa na wivu sana juu ya wapenzi wao, na mimi hapa naomba tu ni washauri jitahidini kupunguza. Swala jingine ambalo ni la kushangaza kidogo kuhusiana na watu hawa wenye nyota ya nge ni kwamba ni ngumu sana kuwadanganya katika mahusiano. Yaani, kama unajua una mpenzi awe mwanaume au mwanamke mwenye nyota hii, ukimdanganya, yaani ukimchiti, lazima tu atajua. Watu hawa wamebarikiwa kipaji cha upelelezi, wanajua namna ya kukuchunguza kisirisiri bila hata wewe mwenyewe kujua. Kwa hiyo kama una mpenzi mwenye nyota hii, kuwa makini sana na mambo unayoyafanya. Inawezekana unamfanyia vitu vingi, anajifanya hajui, lakini kumbe anajua A to Z. Siku akija kukufungulia mkeka, ndugu yangu, umekwisha. Anaweza akakutajia mwezi, tarehe, mpaka na saa ya siku ambapo ulimsaliti. Kwa hiyo kuweni makini sana, hawa watu ni hatari. Watu wenye nyota ya nge wanaendana na watu wenye nyota ya samaki, kaa mbuzi ng'ombe na mashuke. Tabia ya watu wenye nyota ya mshale. Nyota hii ni kwa watu waliozaliwa kati ya 23 mwezi wa kumi na moja tarehe ishirini na tatu mpaka tarehe ishirini mwezi wa kumi na mbili. Watu hawa wanapenda kuwa na uhuru wa kupenda na kuchagua. Mara nyingi huwa ni watu wa kweli na kama ukitaka kuelewana nao basi na wewe uwe mkweli, yaani usiwe mbabaishaji. Watu wenye nyota ya mshale huwa wanastarehe na kuona raha pale wanapokuwa ndani ya uhusiano wa kimapenzi. Huwa wanakuwa na marafiki wengi sana, lakini pia wanapata muda wa kuwa na wapenzi wao na katika mapenzi huwa ni wachangamfu na wenye upendo wa dhati, lakini tabia yao ya kuto kujali huwa inawafanya wapenzi wao wajione kwamba wanakosa ulinzi wa kimapenzi. Yaani hawa ni wale watu ambao wanakuaga don't care katika mahusiano. Anaweza akawa hajajibu meseji yako, lakini kwake sio ishu, kwa hiyo wapenzi wao huwa wanapata wakati mgumu sana kwenye swala hilo. Na wanapojiingiza katika mahusiano ya kimapenzi huwa wanakuwa waaminifu sana, ingawa mwanzoni inakuwa ni ngumu sana kuonyesha hisia zao. Huwa wanapenda wakati wote kuwa na wapenzi wapya au mahusiano mapya, kwa sababu huwa wanaamini mapenzi ya kudumu yanaweza yakawanyima uhuru. Sasa wapenzi wao wanapoanza kuonyesha dalili ya kuwapenda basi wao huwa wanajiondoa kwa hofu ya kubanwa na kutokuwa na uhuru. Yaani kiujumla wanaogopa sana kubanwa, kubanwa banwa hawapendi. Kwa hiyo wanapoona mtu amewapenda sana, wanaanza kupata hofu, wanahisi kwamba mm, huyo anaweza akanizuia nisifanye mambo yangu. Lakini tabia hii huwa inawatokea wale ambao bado hawajakuwa kiakili, lakini wakisha kuwa na kujitambua basi huwa wanaamua kutulia na mtu mmoja na kutengeneza familia. Watu wenye nyota ya mshale wanaendana na watu wenye nyota ya simba, punda, mapacha, mizani na ndoo. Tabia za watu wenye nyota ya mbuzi. Nyota hii ni kwa wale waliozaliwa kati ya tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi na mbili mpaka tarehe ishirini mwezi wa kwanza. Mbuzi ni watu waaminifu sana, ni wastahimilivu na wana uwezo wa kuvumilia matatizo yoyote yale. Watu wenye nyota hii huwa wanakuwa ni watu wenye aibu sana kwa wapenzi wao, lakini aibu ikisha waondoka huwa ni wapenzi wa kutisha. Kwa maana kwamba kwa, kwa vile wao ni waaminifu, basi wanataka na wapenzi wao wawaunge mkono katika hisia zao za kimapenzi na kama ukionyesha dalili ya kutokuwa mwaminifu kwa watu wenye nyota hii basi hapo utakuwa umetangaza vita. Pia watu wenye nyota ya mbuzi huwa wanakuwa waangalifu sana katika kuchagua wapenzi, kwa sababu huwa wanaogopa sana kuachwa na wapenzi wao. Na jambo nyingine ni kwamba watu hawa pia huwa wanakuwa hawajiamini katika suala la mapenzi. Kwa hiyo mara nyingi wanashindwa kuingia katika mapenzi kwa woga tu, kwa hiyo wanajikuta wanakosa nafasi nzuri ya kupendwa. Kwa ujumla, watu wenye nyota ya mbuzi ni watu makini na huwa hawaoi au kuolewa mpaka wapate uhakika wa kutosha kutoka kwa wapenzi wao. Ni watu makini, waaminifu na pia unaweza kuwaamini katika jambo lolote lile. Lengo lao katika mapenzi ni usalama, yaani wanapenda kujihakikishia kwamba hapa nipo katika sehemu sahihi. Watu wenye nyota ya mbuzi wanaendana na watu wenye nyota ya ng'ombe, nge, samaki, kaa na mashuke. Tabia za watu wenye nyota ya ndoo. Nyota hii ni kwa wale waliozaliwa kati ya tarehe ishirini na moja Januari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 iwapo watahakikishiwa uhuru wao na haki ya kutoingiliwa katika mambo binafsi. Yaani, kama wakihakikishiwa kwamba hawatoingiliwa katika uhuru wao, basi wana uwezo wa kutulia vizuri kabisa katika mahusiano ya kimapenzi. Pia ni watu ambao hawapendi kuonyesha hisia zao halisi na huwa wanachukua muda mrefu sana kuingia kikamilifu katika uhusiano wa kimapenzi, na mara nyingi huwa inakuwa ni vigumu kwao kuwaamini wapenzi wao lakini wakisha waamini wanakuwa waaminifu, yaani ukiwaonesha uaminifu basi na wao wanakuwa waaminifu. Ni watu ambao huwa wanasema mambo bila kuficha na mara nyingi huwa hawaeleweki kwa wapenzi wao, yaani hawa watu ni ngumu sana kuwaelewa, na inahitaji mtu mwenye uwezo mkubwa sana wa kuweza kumsoma mtu. Bila ya hivyo, kila siku utakuwa humwelewi na katika mapenzi kwa sababu ya kupenda uhuru, basi huwa wanapenda kufanya mambo wanavyotaka wao, na huwa hawakubali kuingiliwa kabisa. Na wakati mwingine huwa wanashindwa kuelewa hisia za wapenzi wao, jambo ambalo linawafanya wapenzi wao washindwe kuwaelewa. Yaani ukiwa kwenye mahusiano na mtu mwenye nyota ya ndoo, matendo ambayo atakuwa anakufanyia unaweza ukahisi kama vile hakupendi au havutii tena na wewe. Kwa mfano, anaweza akakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni hakutafuti kwenye simu. Sasa wewe unaweza ukahisi au wanipende au ameanza kunisaliti. Lakini kumbe anakupenda sana tu. Lakini sasa lile suala la wao kujali hisia za wapenzi wao linakuwa ni gumu sana kwa hiyo wanakuwa hawaelewekaji yani yani kiufupi ni ngumu kuwasoma, lakini watu hawa ni moja kati ya watu waaminifu sana katika mahusiano, na katika masuala ya familia huwa ni watu ambao wanawajibika sana katika kutunza familia zao. Nyota ya ndoo inaendana na nyota ya mapacha, mizani, simba, mshale na punda Tabia za watu wenye nyota ya samaki. Nyota hii ni kwa wale waliozaliwa kati ya tarehe kumi na tisa mwezi wa pili mpaka tarehe ishirini mwezi wa tatu. Watu wenye nyota ya samaki ni wenye huruma, wapole na wenye moyo mzuri Hawezi kukubali kumwona binadamu mwingine akipata tabu au uchungu. Katika mahusiano, huwa wana mahaba mengi na wanapenda sana kujitumbukiza na kuzama kwenye dimbwi la mapenzi. Watu hao wa huwa wanapenda sana kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi na huwa wanafurahia sana kuwa katika mahusiano ya kimapenzi. Ni waangalifu wazuri kwa wapenzi wao na huwa wana huruma nyingi mno. Ni watu ambao wanahisia kali za kimapenzi na ni wepesi kuumizwa. Mara nyingi huwa wanakuwa waoga sana kujihusisha na masuala ya kimapenzi kwa sababu ya kuogopa kuvurugika kwa mipango yao ya baadaye. Pia watu wenye nyota ya samaki huyachukulia mahusiano kama ua la waridi, na huwa wanawaona wapenzi wao kama binadamu wasio wa kawaida, yaani huwa wanawachukulia kama ni watu very special. Lakini tatizo lao kubwa la kimapenzi ni kwamba wanaamini sana wapenzi wao, na wanakuwa na mawazo au fikra za kimapenzi ambazo hazipo katika dunia hii. Yani wanakuwa na haya expectation kwa wapenzi wao. Kwa ufupi, watu wenye nyota ya samaki huwa wanakuwa na mapenzi makubwa sana kwa wapenzi wao na mategemeo yao huwa yanakuwa makubwa pia, na isipotimia huwa wanavunjika sana mioyo. Nyota ya samaki inaendana na nyota ya nge, kaa, mbuzi, mashuke na ng'ombe. Tuambie nyota yako ni ipi, na kama umeshindwa kuelewa vizuri nyota yako, basi niandikie tarehe na mwezi hapo chini katika comments, nami nitakwambia nyota yako ni ipi. Asanteni sana.